Jamaa yuko hapa ana maswali kibao kuhusu Mungu. Najiuliza kwamba Mungu, yani wewe, tuseme tu kweli, yani kwamba hauko fea kabisa. Kuna maombi kibao yanafanya kazi, lakini mambo haendi kama anavyotarajia. Ana maswali kibao kuhusu Mungu, juliza vitu ambavyo kimsingi anamoji Mungu, maswali mengi sana kuhusu maisha yake. Anamlaumu Mungu, anamwambia Mungu yani mimi nateseka sana, lakini maisha yangu yani bado ni maskini tu. Jamaa ya yake anatokea ya. Huyu jamaa anaitwa Boma. Anaona yani, anaongea tu peke yake hata amwelewi. Anaanza kumletea story mbalimbali, yeah. Lakini ghafla anapokea simu, simu kutoka mahali. Anamwambia uliomba interview, sasa maombi yako yamejibiwa. Anaondoka pale, sasa anaenda kwenye ile eneo aliloitwa. Ni bonge la nyumba. Anaingia hapa anakuta pako kimya kabisa. Hmm. Anaingia taratibu. Acheki hakuna mtu kabisa. Yaani hakuna mtu anayempokea. Yaani sehemu imetulia. Hakuna anayeongea. Jamaa anaingia anatulia hapo. Alafu ghafla akiwa amekaa hapa sasa anashangaa nini kinaendelea? Anaita huku na kule anashangaa sauti inamuita. Inamuita kali, inamuita kali, inamuita kali. Alafu jamaa anatokea hapa. Huyu jamaa anaanza kumweleza mambo kaza wakati. Anaongea naye hapa. Anajitambulisha. Eh, anaanza kumweleza Uh, vitu mbalimbali kuhusiana na maisha yake, na unajua, huyu jamaa anamweleza kwamba yeye ni Mungu eh, na kwa sababu ni Mungu, ni kwamba anataka ampe kazi eh. Jamaa anasema sivi, nisha kuja nayo kwao, kama ni kazi naambia, sivi haihitajiki kabisa hapo yani. Cha msingi ni kwamba nataka nikupe kazi na utafanya kazi kama mi, yani utasimama kwenye nafasi yangu na utakuwa unafanya kazi kama mimi. Jamaa saa hii ni nzuri sana. Hii hii ni nzuri sana. Mm, nawaambia na kuombea kwa Mungu kwamba yaani utabarikiwa sana sana sana sana. Mimi wakati amekaa hapa, ghafla umeme unaanza kukata. Yaani ni kama umeme unazima, hakuna mtu anayezima. Jamaa anambia hii inaijua sana. Utakuwa kuna jamaa umemseti kule anakuzimia umeme. Hai, si tumefanya sana tulivyokuwa huko huko. Jamaa anatulia tu amwambie kitu, jamaa ni Mungu mm. Lakini ghafla wakati anatulia hivi huyu jamaa anapotea. ah, jamaa sasa hii sio mchezo jamaa, kumbe ana uwezo fulani. Alafu anarudi hii, anamwambia ah, hii kuna jamaa zetu kule vijijini walikuwa wanaifanya pia mm. Kwa hiyo naijua sana, lakini nimefurahia anakuwa ee, kama ana mjoko. Nimefurahia na mi nataka kufanya kazi na we, maanake wewe sio sio wa kawaida, nimeona uwezo wako. Anaendelea kumjoko pale na vitu kama hivyo, lakini ghafla huyu jamaa anahama kutoka kwenye kichaka, anamfuata ghafla anamfuata an, an, ana- anaondoka.